Mimi naitwa Roy, nina miaka 39 na leo nataka niongee kitu ambacho wengi wanakiogopa kukisema wazi. Mahusiano ya mbali. Ndiyo, mahusiano ya mbali. Kitu kinachouma, kinachochosha, kinachokufanya ulale kitandani usiku, ukiangalia dari ukijiuliza kama kweli unachokipigania kina maana au unajidanganya tu. Kama uko kwenye mahusiano ya mbali, najua uchungu wake najua ile hali ya kuamka asubuhi na kuangalia simu yako kama mtoto mdogo anayesubiri zawadi, ukitumaini kuona meseji ya good morning mpenzi. Halafu hakuna kitu. Dakika zinageuka saa, saa zinageuka nusu siku, moyo unaanza kuchemka, mawazo yanaanza kukimbia, unaanza kujiuliza, yuko wapi? Anafanya nini? Mbona kimya? Halafu hapo hapo unajikuta unakasirika, lakini hujui unamkasirikia nani hasa. Umbali unakuchosha. Kama hii mada inakugusa, tafadhali like, subscribe na comment uniambie unaangalia kutoka wapi. Nataka nijue uko upande gani wa dunia unapitia haya. Leo nataka nikupe njia kumi za kutunza mahusiano ya mbali. Sio hadithi za kutia moyo tu, sio maneno matupu ya kusema vumilia tu. Hapana, naongea kama mwanaume wa miaka 39 ambaye amepitia maumivu, amepitia wivu, amepitia mashaka amewahi kulia kimya kimya na kama wewe ni mwanaume au mwanamke unayepitia hali hii kaa chini sikiliza kwa makini kwa sababu sitapaka sukari kwanza kabisa tuanze na ukweli mchungu mahusiano ya mbali sio rahisi yanaweza kuwa mazuri mwanzoni mnaanza na simu za masaa mawili video call mpaka usingizi unawachukua meseji za mapenzi kila dakika lakini kadri muda unavyokwenda uchovu unaingia Maisha ya kila siku yanaanza kuchukua nafasi: kazi, marafiki, majukumu, matatizo ya kifamilia. Hapo ndipo mahusiano ya mbali yanapopimwa. Njia ya kwanza ya kutunza mahusiano ya mbali ni mawasiliano yenye mpangilio. Sio mawasiliano ya kubahatisha, sio ile hali ya nikipata muda nitakutafuta. Hapana, mnapaswa kukaa chini na kusema saa fulani kila siku tutazungumza sio kwa sababu mnataka kuwa kama askari, bali kwa sababu moyo wa binadamu unahitaji uhakika. Unahitaji kujua kuna muda wake. Mfano halisi, kama mko nchi tofauti na kuna tofauti ya muda, mkubaliane labda saa mbili usiku kwangu ni saa nne mchana kwake. Basi huo ndio muda wetu. Hata kama ni dakika ishirini, iwe dakika ishirini zenye uhakika. Hii inazuia mawazo ya kukimbia ovyo nimewahi kuona mtu anasema, lakini mapenzi yanatakiwa yawe natural. Sawa, lakini natural haimaanishi ovyo. Ukipenda mtu kweli, unampa muda. Kama una muda wa kuangalia video za mitandaoni kwa saa moja, una muda wa kumpigia simu mtu unayesema unampenda. Ukweli unauma, lakini ndio huo. Njia ya pili ni kuaminiana bila upelelezi. Hii ni ngumu sana. Wivu kwenye mahusiano ya mbali unazidi hata wivu wa watu wanaoishi pamoja kwa sababu wewe huoni kinachoendelea unaona picha za Instagram, unaona comments za watu, unaona mtu fulani ameweka emoji ya moyo, halafu kichwa chako kinaanza kutengeneza sinema. Lakini kama hamtaaminiana, mtachokana. Kuuliza maswali ni sawa, lakini kuhoji kila dakika ni sumu. Mfano, kama mpenzi wako amesema yuko kazini na baadaye akachelewa kujibu, badala ya kumtumia meseji 15 za hasira, pumua kwanza, jiulize, je, yeah, nina ushahidi au naongozwa na hofu tu. Njia ya tatu ni kuwa na tarehe ya kukutana. Hii ni muhimu sana. Mahusiano ya mbali yasiyo na mpango wa kukutana yanafanana na safari isiyo na ramani, unatembea tu. Mnapaswa kusema mwezi wa sita nitakuja, au baada ya miezi mitatu nitachukua likizo. Hii inampa moyo wako kitu cha kushikilia. Unajua unavumilia kwa sababu kuna siku mtakutana. Bila hiyo, unachoka, unaanza kuona kama ni hadithi tu. Njia ya nne ni kutumia video call, siyo message tu. Message zinaweza kudanganya, unaweza kuandika niko sawa, wakati macho yako yamejaa machozi, lakini video call inakuonyesha sura, sauti, hisia. Hata kama mtazungumza dakika chache, ni bora kuliko siku nzima ya message zisizo na uhai. Mfano, kama mpenzi wako ana siku mbaya kazini, badala ya kumtumia pole, mpigie video call, muone uso wake, mchekeshe kidogo. Hizo dakika zinaweza kuokoa mahusiano. Njia ya tano ni kuwa na shughuli mnazofanya pamoja. Hata kama mko mbali, msijifanye kama mnaishi maisha tofauti kabisa. Mnaweza kuamua kutazama movie moja kwa wakati mmoja, kila mmoja nyumbani kwake, halafu baadaye mzungumze. Mnaweza kusoma kitabu kimoja au hata kuanza mazoezi kwa pamoja, mkihimizana kwa simu. Hii inaleta hisia ya kuwa timu, sio watu wawili wanaojaribu tu kushikilia kitu kisichoonekana. Njia ya sita ni kuepuka drama za kijamii. Usichukue kila komenti ya mtu wa nje kama tishio. Watu watazungumza, watasema huyo atakusaliti tu, watasema umbali hauwezi kudumu, lakini kama kila neno la nje linaingia kichwani kwako, utajiharibia mwenyewe. Jifunze kulinda mahusiano yako, sio kila kitu lazima kiwekwe mtandaoni, sio kila ugomvi lazima uambiwe rafiki zako kumi. Wengine watakushauri vibaya kwa sababu hawahisi unachohisi. Njia ya saba, ambayo wengi huanguka ni kudhibiti wivu. Wivu ni kama moto mdogo ukiuacha unachoma kila kitu. Wivu kidogo unaweza kuonyesha unajali, lakini wivu uliopitiliza unaleta sumu. Mfano halisi, mpenzi wako akitoka wa na marafiki zake, usianze kumtumia meseji kila dakika, uko wapi sasa? Nani yupo hapo? Mbona hujanijibu? Hii inachosha. Kama mlikubaliana kuaminiana, basi onyesha hilo kwa vitendo. Lakini pia kama kuna kitu kinakusumbua, sema kwa utulivu, sio kwa hasira. Sema najisikia vibaya nikiona hivi, naomba unihakikishie. Hiyo ni tofauti na kushambulia njia ya nane ni kuwa na malengo ya pamoja. Mahusiano ya mbali yanahitaji dira. Je, mnajenga kuelekea ndoa? Je, mnangoja mmoja ahamie kwa mwenzake? Je, ni kwa sababu ya masomo au kazi tu kwa muda? Kama hakuna mazungumzo ya mustakabali, kila mtu ataanza kujijenga kivyake. Mwisho wa siku, mtajikuta mnaishi maisha mawili tofauti. Njia ya tisa ni surprise ndogo ndogo. Usisubiri siku ya kuzaliwa tu, unaweza kutuma zawadi ndogo, hata kama ni barua ya mkono Unaweza kumtumia hela kidogo ya kununua chakula anachopenda na kusema leo kula hiki nikifikiria. Haya mambo madogo yanamkumbusha mtu kuwa hata kama mko mbali, bado unamfikiria. Njia ya kumi ni kujiuliza ukweli, je, mnaenda wapi? Usijifanye kama kila kitu kiko sawa wakati ndani unateseka. Kama unaona unateseka kila siku, kama unaona hakuna juhudi kutoka upande wa pili, kaa chini na ujiulize, je, napigania kitu cha kweli au napigania kumbukumbu tu? Wakati mwingine ujasiri siyo kushikilia, bali kuachia. Lakini kabla hujafika hapo, hakikisha umejaribu kwa dhati. Nataka nikwambie kitu kingine, kwa hasira na maumivu yote niliyonayo, mahusiano ya mbali hayavunjiwi na umbali, yanavunjiwa na ukimya, uzembe na kiburi. Watu wawili wanaoweza kuzungumza kwa uwazi, wanaoweza kukiri makosa, wanaoweza kusema nimekosea bila kuogopa kuonekana dhaifu, wana nafasi kubwa ya kudumu, hata kama bahari nawatenganisha. Kama uko kwenye mahusiano ya mbali na unahisi kuchoka, sio wewe peke yako, lakini usikubali umbali uwe kisingizio cha kutojituma. Kama unampenda mtu, onyesha, sio kwa maneno tu, bali kwa muda, kwa juhudi, kwa uvumilivu. Na kama umefika mwisho wa hii sauti yangu, nataka uniambie ukweli wako. Uko kwenye mahusiano ya mbali? Changamoto yako kubwa ni ipi. Comment chini, niambie uko wapi duniani na kama umejifunza kitu leo, like na kusubscribe kwa sababu sitakuja hapa kukudanganya, nitakuja kukuambia ukweli, hata kama unauma. Mahusiano ya mbali yanauma, lakini kama mko wawili wanaopigania kitu kimoja, yanaweza kuwa daraja, siyo kaburi. Na hilo ndilo somo langu leo.